Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameweza kutubariki. Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameweza kutuwezesha kuwa na mkesha huu, lakini pia tunaye baba yetu ambaye ni baba kasisi katika kan... msaidizi katika kanisa ile Mtakatifu Batholomayo Ubungo, naye tutaweza kumshikia namna gani ambavyo ameona mkesha huu kwa mwaka huu 2026 katika mkesha wa kuweka alama season 2, lakini pia ana neno gani kwa waumini ama kwa watoto wake katika kanisa letu hili. Baba, bwana Yesu asifiwe sana Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, karibu sana, asante. Um, baba, tunatamani kusikia kama watoto wako ni um, ni kwa namna gani ambayo umeweza kuo, kuona umeweza kupokea katika mkesha huu ikiwa ni season 2 ya kuweka alama, tukisema basi tutathmini kutoka mkesha wa mwaka jana 2025 na mkesha wa mwaka huu 2026. Asante kwa jina, naitwa Father Herman Benard Madale, mimi ni msaidizi wa kasisi msaidizi wa kanisa hili nikimsaidia Kanoni Lameki Paulo Ndomba. Kiukweli, kama wa makasisi wenyeji ama wachungaji wenyeji tumebarikiwa sana na mkesha huu, mwaka jana ulifanyika hapa Ubungo na mwaka huu umefanyika hapa Ubungo. Tunaona ni kitu cha kupendelewa sana uh, baba askofu kupachagua mahali hapa kwa ndio senta kubwa kwa ajili ya mkusanyiko hili kubwa, lakini pia tukiangalia kusanyiko la mwaka jana na mwaka huu la mwaka huu limeenda juu zaidi, kwa sababu tumeona mwaka watu wamekaa mpaka nje kwenye matenti tofauti na mwaka jana, watu walikaa tu ndani na, na kwenye balkoni kule juu, na lakini pia unaona hata ule mwitikio wa watu kupokea kile kitu ambacho kinachoachiliwa kwenye uimbaji, kwenye maombi, kwenye neno, kutumana mwaka huu limekuwa ni mwaka wa baraka zaidi, na hakika watu wameweza kuweka alama zao mbele za Mungu. Amina, asante sana kwa namna ambavyo umeweza kuona watu wameweza kupokea katika siku ya leo, katika kuomba, katika kusifu. Ni neno gani ambalo unaweza ukawaambia watu waumini kwamba uh, waweze kusimama nalo ili ile nguvu ya Mungu ama mafuta tuliyopokea katika siku ya leo yasiweze kupungua? Neno letu ni kuweka alama, kumwekea Mungu alama. Baba Askofu amefundisha vitu vingi, na hasa akieleza mfano wa Yusufu aliweka alama kwenye familia yake na ukoo wake na taifa lake. Nasi pia tunapotoka mali hapa, tulioyaona, tulioyaishi, tuliyoyasikia, tulioyafundishwa hapa, tusiache hapa, twende tukayaishi kwenye mitaa yetu, kwenye vigango vyetu, kwenye familia zetu, kwenye jumuiya zetu, tukaweke alama kule, ili watu waone kwamba kweli sisi tumegeuka na tumekuwa ni watu wapya na tumeingia mwaka 2026 tukiwa ni watu wa tofauti na kumwekea kumweke Mungu alama Tubadilike maisha yetu matendo yetu minendo yetu yote iwe yenye kumwekea Mungu alama. Na wito wangu mkubwa sana kwa kanisa la Mungu. Aa, kanisa la Mungu linapita mahali ambapo watu wengi wanafanya wokovu wa mazoea. Wakati wa sasa hatuwezi kufanya wokovu wa mazoea, bali tunaweza kufanya wokovu ambao tumuzishe Kristo Yesu halisi kwa maisha yetu halisi, ili watu wengine wapate kujifunza. Mungu awabariki sana. Amina. Asante sana baba kwa kama ambavyo umeongea, namna gani ambavyo tumeweza kupokea yale mafuta ya Roho Mtakatifu pekee katika siku ya leo, unaliona kanisa linafika kwa viwango gani ama kwa sasa lipo kwenye viwango gani? Uh, nikichukulia tu upande wa dayosisi yetu tulikotoka katika miaka sita ya nyuma na hapa tulipo mwaka wa saba wa askofu wa Jackson, tunakwenda viwango vikubwa na hasa kwenye eneo la uamsho. Makongamano kama haya hatukuyaona kwa zamani lakini tunayaona zahili, na watu wanakuja kwa wingi wakiwa wamejitoa na, na kuitikia. Kwa nikiapo tazama miaka mitatu minne mpaka mitano ya mbele, ninaona kanisa likiwa limebeba vijana limebeba wababa limebeba wazee kwenye kila lika, na watoto katika kumtukuza Mungu katika roho na kweli. Hapo kanisa ambalo kanisa la kesho litakuwa ni kanisa imara kanisa, kanisa bora lenye nguvu, lakini lenye kumaanisha wokovu na, na mimi ni maombi yangu sana ya kwamba watu wajipange kuliona kanisa la Anglikana likienda viwango vingine kabisa, kinyume na watu wanaotazama katika majira ya sasa. Amina, asante sana baba, na Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo umeweza kutulea sisi watoto wako, na kwa namna ambavyo unakuwa mstari wa mbele kuwa mfano bora. Asante, na nitoe shukrani nyingi kwa kanisa la Ubungo, wazee wa kanisa wa Ubungo, Wakristo wa Ubungo, kwa vile ambavyo siku zote wamekuwa ni wakarimu wakiwapokea wageni, wakitusaidia hata kugharama mbalimbali kwa ajili ya kuisha mambo haya. Na niwaombe sana wakristo wa Ubungo kubaki na moyo huu huu, kuhudumu kwa ajili ya watu wengine. Tuko hapa si kwa ajili yetu pekee yetu, kwa ajili ya watu wengine, na moyo wa upendo huu uendelee sasa na milele na milele. Sisi tulio sasa hivi, watoto wetu, tuviishi maisha ya upendo, kuwapokea wengine, kuwakilimu wengine, kuwahudumia wengine. Mungu awabariki sana wakristo wa Ubungo. Mungu alibariki kanisa lake Dar es Salaam, baba askofu wetu Mwasham, Jason Jackson, tunamwombea afya tele, tunamwombea nguvu na uweza. Mungu alibariki kanisa ta Anglikana Tanzania. Mungu alibariki taifa letu la Tanzania. Mungu atujalie neema yake, ili siku moja sote tufike kwa baba yetu mbinguni milele. Mungu awabariki sana. Amina, asante, asante, asante, baba, na Mungu akubariki sana sana sana.